Yesu asifiwe, mtu wa Mungu, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Haya ni maandalizi makubwa sana ambayo tuko nayo, na taarifa ya msingi sana ni kwamba tarehe 27 mwezi wa 4 itakuwa kongamano kubwa, kongamano la kuwateketeza maadui, na hii inatoka katika kitabu cha Isaya sura ya 47:14, anasema moto utawateketeza kwa maana hiyo, mtu wa Mungu inakupa taarifa ya kwamba Jumapili ya tarehe uh, 2shirina itakuwa ni tukio kubwa la kuteketeza maadui. Tutawasha pipa la moto kwa neno la Bwana, manaake ni tendo la imani la kuwateketeza kwa pipa la moto. Hakuna atakayebaki sarama wakesaria. Hivyo ninakupa taarifa hii kwamba usipange kukosa huzuria, iwe siku ya baraka kwako, kwani tutateketeza maombi haya yataambatana na mfungo. Tutakuwa na maombi ya siku 25 ya kufunga, maombi haya yataambatana siku 25 za kufunga, ambayo tutafunga hapa, uh, kanisani. Tutakuwa tukikutana hapa kanisani kila jioni, baada ya mfungo na kutoka kwenye jukumu mbalimbali kwa lengo la kuomba na kufuturu pamoja mahali hapa. Lakini la mwisho kabisa ni kwamba, uh, kutakuwa na t-shirt zitakazokuwa zimebeba ujumbe na zitakazokuwa na anointing, na t-shirt hizo zitaambatana na maombi ya mfungo wa mlimani. Tutakuwa na maombi ya siku tatu.